Mashtaka yanayomkabili kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Ansfat Lisu aliyesomewa Alhamisi ya tarehe kumi Aprili mwaka huu imekuwa ni habari kubwa katika magazeti mbalimbali mbali duniani. Itakumbukwa kuwa aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho aliyemaliza muda wake mwezi Februari mwaka huu Freeman Mbowe ni miongoni mwa viongozi ambao hivi karibuni walishtakiwa na kukaa rumande kwa takriban miezi nane kati ya mwaka elfu mbili na ishirini na moja elfu mbili na ishirini na mbili. Kosa lililokuwa likimkabili Mheshimiwa Mbowe ni ugaidi, kosa ambalo halina dhamana na kumfanya kaendani. Na mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mwendesha mashtaka mkuu wa serikali DPP alifuta mashtaka hayo kwa Mheshimiwa Mbowe na kusema kuwa ana nia ya kuendelea na kesi hiyo. Tundu Lisu na kesi hii ya uhaini anaweza kuwa ndiye mwanasiasa wa kwanza wa upinzani nchini Tanzania kushtakiwa kwa kosa hilo ambalo halina dhamana. Mtazamaji, katika masimulizi haya tutaangazia viongozi wa Afrika wa vyama vya upinzani ambao serikali zao ziliwatia matatani kwa mashtaka ya uhaini. Tuanze kwa kumwangazia mwanasiasa mkongwe nchini Uganda, Kiza Besigye, ambaye pasina shaka ndiye kinara wa mashtaka haya ya uhaini, baada ya kushtakiwa mara tatu katika vipindi tofauti. Mwaka elfu mbili na sita alishtakiwa kwa kosa hilo la uhaini likiambatana na makosa ya ugaidi, na baada ya miaka kumi, yaani mwaka elfu mbili na kumi na sita alishtakiwa tena kwa kosa hilo hilo la uhaini. Hii ni baada ya kujiapisha kuwa rais, akiamini kwamba ushindi aliyopewa mpinzani wake Rais Uel Museveni haukuwa wa haki. Mwishoni mwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne, Besige alishtakiwa tena kwa kosa la uhaini baada ya kukamatwa akiwa jijini Nairobi nchini Kenya na kudaiwa kusuka mipango ya kununua na kuingiza silaha nchini Uganda kwa nia ya kuipindua serikali ya rais Mseven. Mwanasiasa huyu mpaka hivi sasa bado anasota gerezani akisubiria hatima ya kesi yake. Tukisalia nchini Uganda, jina la Bobi Wine halitakuwa geni kulisikia masikioni mwako. Hii ni kulingana na umaarufu mkubwa aliyojibebea miaka ya nyuma wakati akifanya ya kazi yake ya sanaa na baadaye kuingia katika siasa mwanasiasa huyu ambaye jina lake kamili ni Robert Kiagulanyi kutoka chama cha upinzani nchini humo alikamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini Agasti mwaka elfu mbili na kumi na nane pamoja na watu wengine thelathini na tatu ambao pia walikuwa ni wanasiasa, baada ya msafara wa rais Yoweri Museveni kushambuliwa kwa mawe na sasa tuhamie kusini mwa Tanzania ambapo tunakutana na rais wa sasa wa taifa la Zambia, Haikande Hichilema, aliyeshtakiwa kwa kosa kama hilo la uhaini mwaka elfu mbili na kumi na sita. Hichilema alipewa mashtaka hayo baada ya kugoma kuupisha msafara wa rais wa wakati huo Edgar Lungu uliomkuta njiani, akidai kuwa hakuwa anamtambua rais huyo kama kiongozi halali wa taifa hilo baada ya kushindwa kwa kura chache katika uchaguzi uliopita akidai kuwa aliibiwa kura na Rungu. Mhanga mwingine wa mashtaka haya ni rais wa zamani wa taifa la Sierra Leone Ernest Bai Koroma, ambapo Januari mwaka elfu mbili na ishirini na nne mamlaka nchini humo ilimkuta na kosa la uhaini baada ya kuhusishwa na jaribio la kumpindua rais wa sasa wa taifa hilo. Mashtaka haya yaliibuka baada ya tukio la uvamizi wa kambi ya jeshi na kufuatiwa na uvamizi wa magereza uliowaachia huru wafungwa takriban elfu mbili, jambo ambalo mamlaka nchini humo zilihusisha matukio haya mawili na jaribio la kupindua serikali. Viongozi wa jumuiya ya kiuchumi ya Afrika ya Magharibi walijaribu kufanya makubaliano na Sierra Leone kuona kama watamwondolea mashtaka Koroma kwa sharti la kuhamia uhamishoni nchini Nigeria. Na mwisho tutamatishe kwa kumulika Waziri Mkuu wa taifa la Senegal, Osman Sanko, ambaye pia alipita katika kadhia hii ya mashtaka ya uhaini. Kiongozi huyu kijana ambaye alijulikana kwa kupendwa na vijana wengi nchini humo, ambapo mashtaka yake ya awali yalihusishwa na rushwa na kuibua maandamano makubwa yaliyosababisha vifo kwa baadhi ya raia wa nchi hiyo. Mashtaka hayo yaliendelea kumkabiri mpaka mwezi Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu miezi kadhaa kuelekea uchaguzi. Na mwezi Aprili mwaka elfu mbili na ishirini na nne Bassirou Diomaye Faye aliposhinda urais, alimchagua Sonko kuwa waziri mkuu wa taifa hilo. Ni hayo tu hi leo. Mwandaaji na msimulizi wako ni mimi Salum Abubakar na hii ni Bieshine TV. Bieshine TV. all you want